Na kuanga loyal to the government ever, aa, aa, juzi ulinona, nilikuwa na kuenda kuona Rais William Samoei Ruto, tulikuwa naye kwenye Ikulu, tulikuwa pamoja na wasanii arobaini ambao walikuwanga wamekwenda maandamano kwenye street, na tulipofika State House waliambia rais, rais, tunaomba msamaha kwa sababu tulishawishiwa na watu kutoka nje, wakatuambia ya kwamba tutawasaidia kuhakikisha ya kwamba tumewalipa hela. Mumeenda mumeharibu nchi yetu, tumeharibu nchi, tumeona uchungu wa kuharibu nchi. Leo hii sisi wasanii wa Kenya hatuna majina ndani na nje ya nchi, na nitakwambia kwa ufupi ni kwamba wewe jiulize, mbona Eldoret pale bosi alikuja akasepa na kijiji yote akatembea nayo? Bosi huyo mmoja kutoka Tanzania alisepa na kijiji Eldoret, lakini Bien ambaye ni msanii wa huko hakuwahi enda hata kusepa na kijiji pale. Mimi nataka nipongeze wasanii wa Bongo ni ya kwamba jifunzeni kutoka kwa wasanii wa Kenya. Wasanii wa Kenya walienda kuamua kwenda maandamano kwenye street za Nairobi, leo hii wamefunikiwa, hawana hata jina, hawawezi kupiga hata show ambao watu wanaanza kukuja, hawawezi kuaminika hata nje na ndani ya nchi. Na ndio maana nakurudia kwa kusema hivyo, wakati shetani anataka kuharibu nchi, anataka kuleta taharuki nchini anatumia wanawake wembamba wenye macho ndogo kama wa Chinese ama anatumia wazee wakubwa ambao ni magumba. Tanzania, kwenye kanda ya Tanzania, Afrika Mashariki, kila mtu anatamani kuishi kwenye nchi ya Tanzania. Huyu ukiuliza mkongo kwa na pena, kwa memi, Arusha ukiwauliza uliza uliza wa Burundi uliza kila mtu ya kwamba panaponuka kwa manchi zenu, mnaona wapi mnaenda kutoka sasa. Wewe nakomboa inchi ambayo iko na amani, inchi ambayo watu wanaona mpira wanafurahia inchi. Mtu yote mwenye ana roho ya husda, mtu mwenye ana roho chafu, ni ya kwamba anasikia vibaya sana watu wakiselebrate mpira, anasikia vibaya sana wasanii wakipost wakisema kwamba mama amesamia suluhu mitano tena